Basi karibu sana. Mungu wetu akubariki. Asante kwa kujiunga nami siku ya leo. Mungu wetu ni mwema. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ukuu wake, namshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Leo ni siku njema amefanya Mungu, hivyo karibu sana popote unaponitazama. Karibu sana, asante kwa kutazama Ndoto TV. Ukombozi wako ni uhuru wako. basi leo hii nataka nichukue nafasi nikakufunze uh kuhusu ndoto hii ambayo nimeona wengi mmekuwa mkiandika. Unapoota ukichuma matunda, unaona unachuma matunda, iwe kwenye ok, kwenye mti unachuma matunda. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha nini kuota unachuma matunda. Sasa matunda ni kiashiria ama inaashiria uh, namba moja kibali cha Mungu, ina inasimamia kibali cha Mungu, inasimamia baraka za Mungu, pia ni utele baraka katika utele kutoka kwa Mungu. Na jambo la pili pia inaweza kawa inaashiria uh, mawazo mazuri ama tabia njema tabia nzuri ama tabia mbaya ina, ambayo inataka kuingia maishani mwako. Inategemea aina ya matunda. Inaweza ikawa ni positive or negative attitude ambayo inataka kuingia kwa maisha yako, kutegemea, inategemea aina ya matunda una, ambao umeweza kuona kwenye ndoto. Ni somo pana, ni somo pana, ila nitajaribu kuifanya kwa ufupi kwa sababu ya muda. Sasa nataka ukaelewe, tuko na matunda ambayo ni nzuri na tuko na matunda ambazo sizo nzuri. Tuko pamoja? Kwa hiyo ukiota unachuma matunda ambayo ni mazuri, inaweza kawa pia, ni uwezekano unazungumziwa ya kwamba unakaribisha tabia njema maishani mwako, unakaribisha baraka maishani mwako, kibali aa, kutoka kwa Mungu maishani mwako, umenielewa. Na pia inategemea ni mti wa aina gani unachuma yale matunda kutoka kwayo. Sasa mti unaochuma matunda kutoka kwa, ama kutoka kwayo ina maana kwa, ina maana kubwa sana. Inaweza ikawe na ashiria mtu aliye karibu nawe. Ule mti unaweza ukawa na ashiria mtu fulani ambayo yuko katika uh, maisha yako ako karibu na wewe. Sasa inakuonesha unapoona unachuma matunda pale, inaweza ikawa inakuzungumzia yule mtu, anaweza kuwa anaachilia mema maishani mwako ama mabaya maishani mwako. Inategemea huyu mtu ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo, wakati mwingine unapoota unayachuma yale matunda, ule mtu unaweza ukawa unaashiria mtu, huenda kuna mtu maishani mwako ambao unapata hekima njema kutoka kwake, mashauri yake ni mazuri, ni mtu ambaye atachangia sana, atachangia sana aa, mafanikio ya maisha yako. Na kama sio mtu mzuri, basi ambaye amekuzunguka basi, elewa ya kwamba utapitia magumu. Ina maana kwamba kuna tabia mbaya, kuna, kuna vitu vibaya ambavyo anaviachilia kwa maisha yako. Sasa ni aina gani ya matunda ambao unaona ukiyachuma yanajali ya, ya, huwa ni ya maana sana? Ni aina gani ya matunda unachuma, na unachuma yale matunda kutoka kwa mti ulio namna gani? Bwana Yesu atukuzwe sana. Unayachuma kutoka kwa mti wa aina gani, mwanandoto TV? Kwa hiyo matunda unayoota nayo inaweza kawa ina maanisha tabia yako, yani karakta. Inaweza ikawa inaashiria karakta yako tabia yako. Matunda ile nimeanza nikikwambia, inaweza ikawa ni baraka kutoka kwa Mungu, ni kibali kutoka kwa Mungu. Aa, ni sifa nzuri, ni tabia, na pia inaweza ikawa ni tabia mbaya ama sifa mbaya inataka ikuingie. Sasa elewa hii kwa makini. Shetani alipo mjaribu awa, alipo mjaribu Eve pale kwenye bustani, alimjaribu kupitia tunda ambalo Mungu aliwaonya wasile, walionywa wasile lile tunda. Kwa hiyo, hapa adui anakuja kufanya nini? Kumjaribu. walipokula lile tunda, Karakta yao ikaharibiwa, tabia yao ikaharibiwa, karakta ikaharibiwa. Sijui kama tuko pamoja. Nataka tusome kitabu cha Mathayo sura yake ya saba. Matthew chapter 7, Matthew chapter 7, Mathayo 7:16 hadi 18, Mathayo 7 Mathayo 7:16 hadi 18 inasema: mtawatambua kwa matunda yao, mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo matunda ni simbo, ni kiashiria pia ya tabia. Umeelewa hiyo? Matunda inaashiria tabia. Ndio maana Yesu anasema mtawatambua kwa matunda yao. Hebu nikuulize, mwana ndoto TV, ni matunda ipi wewe unayazaa? Alafu anasema je, watu huchuma zabibu katika miiba? Huwezi ukachuma zabibu kutoka kwenye miiba. Zabibu ina mti wake. Au tini katika mibaruti? Haiwezekani. Sikiza kumi na saba, vivyo hivyo, kila mti mwema uzaa matunda mazuri, kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti muovu uzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti muovu kuzaa matunda mazuri. Umesikia, haiwezekani. Mti mbaya kuzaa matunda mazuri, kwa hiyo mtu, mti ukiwa mbaya utazaa tu matunda mabaya. Mtu akiwa mbaya, atazaa atazaa tu matunda mabaya. In other words, tabia zake zinakuwa mbaya. Mtu mbaya ni mtu mbaya, hata afanye nini, hata afanye nini. Mtu mbaya ni mtu mbaya Mwanandoto TV, mtu mwovu ni mtu mwovu. Kwa hiyo hamna vile, Yesu anasema hapa, hamna vile mti mwema ukazaa matunda mabaya. Sasa Adamu walipokula lile tunda, tabia yao ilibadilika. Ndio maana nimesema inategemea unakula ama unachuma matunda aina gani. Kwa hiyo andiko hili nimelisoma, wache ikupe mwelekeo ya kile ninacho kiongelea. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo, kwa mfano, kiwa unaota unachuma unachuma maembe uh, machungwa uh, mizabibu uh, apple taja papai, basi ndoto ile ni nzuri. Nini unazungumziwa? unaambiwa ni majira ya kulipwa, majira ya reward. Unaenda kupata reward kwa kile kitu ambacho umekuwa ukifanya maishani mwako. Kuna thawabu unaenda kupata, tuko pamoja. Inakuzungumzia unaingia kwenye majira season ya reward, yaani majira ya thawabu. Amen, ni majira ya kuzaa ama kuongezeka kwa kile unachokifanya sawa sawa. Unaenda kuongezeka kwa kile unachoenda kukifanya, unaenda kuwa ama kwenda kufanya mambo mapya maishani, ambao yataleta faida kubwa, hata wewe utafurahia, ikiwa neno ikiwa ikiwa, uh, matunda yale yameiva kama ni matunda yaliyoiva ni nzuri, inakuzungumzia ni muda wako wa kulipwa. Lakini kama matunda hayajaiva bado kwenye ndoto tunaona matunda yale hayajaiva, inakuashiria ya kwamba Mungu anakuzungumzia, unahitaji kuwa na uvumilivu kidogo. Wahitaji kuwa na uvumilivu kidogo, tulia. Mungu anakuambia mwanangu, tulia, vumilia kidogo maana muda bado, muda bado. Amen, bado muda, wahitaji kuwa na uvumilivu ave together. Mungu anataka uka, ukaweze kuwa na uvumilivu kidogo maishani. Kwa hiyo, mwana Ndoto TV, nimeguzia tu kwa ufupi. Zingatia kile ambacho nimekueleza, maana ni ya maana. Usipuuze ndoto zako, usipuuze kile unachokiota, maana ni ya maana sana. Amen. Basi kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka kusubscribe kwa channel hii, subscribe tu, like hapo, na Mungu wetu ataenda kukubariki. Utabarikiwa utabarikiwa zaidi. Asante Virginia Musemi, Mungu akubariki. wa sheri, wale wanafuatilia kwa YouTube, Mungu awabariki. Recho, barikiwe sana. Simon Osere, Mungu akubariki, asante. Ah. Hao ambao wameandika, Spencer, Mungu akubariki, wa wale ambao wanafuatilia kwa Facebook pia, Mungu wa awabariki awabariki. mtumishi wa Mungu Bishop Ley, barikiwe sana, Mungu akawatendee mema. Kwa hiyo ni ya maana sana Usipuze, acha nikuombee ndoto hii. Baba, asante kwa wanao, ninakushukuru, asante kwa wote ambao wamekuwa na ndoto hii ya kuona wanachuma matunda. Kawabariki, maana ni majira yao ya kulipwa, majira yao ya kuongezeka, majira ya kufanikiwa. Baba, watende mema kadiri ya utajiri wako katika utukufu, na hata ndoto zingine walizo nazo wape majibu, na ukawape ushindi kwa jina lako Kristo nimeomba. Amina. Mungu akakubariki mwanandoto TV. Acha tukutane katika kipindi kingine. Aa, najua kwamba Mungu atakubariki zaidi. Kumbuka kuelewa maana ya ndoto yako inakuwa bora sana kwa usalama wako. Amen. Huyu ni mchungaji wako Reverend Peter Shamanjehia wa Greater Works International. Kumbuka Yesu anakupenda na zaidi amina. Kuwa na n njema, kuwa na Jumamosi njema ya baraka na mafanikio kwa jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Usichoke, karibu katika ibada yetu kama huko maeneo ya Nairobi, na kukaribisha katika ibada yetu kesho, na mungu wetu ataenda kukubariki. Shalom, shalom, shalom.